Mimi kama mimi peke yangu siwezi kufanya mambo makubwa zaidi, mbunge kama mbunge peke yake hawezi kufanya. Naombeni sana ushirikiano wenu, milango itakuwa wazi, nipeni jambo, tutachakata, tutamshirikisha mheshimiwa mbunge, lakini taratibu na kanuni vyote vipo kwenye makabdasha ambayo tumepewa. Kwa hiyo wenye wajibu ambao tunakwenda kuwasimamia wapo na wanajua na tumeona kwa muda mfupi ambao tulikuwa tumewachia wao ofisi, wamefanya vizuri. Naamini tunakwenda kuongeza tu nguvu kidogo, ili tuhakikishe kwamba Geita inakwenda kufanya vizuri zaidi. Wananchi wa Geita wanataka maendeleo. Mimi mbunge, pamoja na mstahiki meya, waheshimiwa madiwani, tumejipambanua wakati tunatafuta nafasi hizi kwamba tunataka kupeleka maendeleo kwa wananchi. Hivyo mheshimiwa mkurugenzi pamoja na timu yako, wana Geita hakuna kingine wanachokitaka, wanataka maendeleo, wanataka furaha, wanataka nah. Upande wa furaha tayari umeshaanza sasa, kilichobaki ni utekelezaji wa maendeleo katika manispaa ya Geita, sababu upande wa mpira tunaona mambo yanakwenda vizuri timu sasa hivi ukienda uwanjani, uh, mashabiki wanaokwenda utafikiri timu iko ligi kuu. Kwa hiyo naamini upande mwingine tayari tumeshaanza kufanya vizuri huku sasa kwenye maendeleo, kama alivyouliza swali ndugu yangu Sukambi, kwamba ni mhubiri anakuwa anazunguka majiji mbalimbali, anakwenda anaona, mpaka nje ya nchi anaona hizo habari za maeneo ya utalii zikiwemo zuu na nini. Kwa hiyo naamini ni vitu ambavyo mkurugenzi na wataalamu wako kwamba tutakwenda kufanya vizuri, hata kama ningesemaje. Lakini neno kubwa, wana Geita wanataka maendeleo na maendeleo watapata wapi? Ni sisi manispaa, tuhakikishe kwamba tunakwenda kuwasaidia Watanzania wa Geita wa wapate maendeleo.